Hawa ni vijana wanaopakia mawe katika timbo za Magorani, Tezo, kaunti ya Kilifi, wamesitisha shughuli hizo tangu siku ya Jumapili, tarehe moja mwezi Juni. Samson Kazungu ni kiongozi wa vijana hawa wanaosema kuwa walitoa notisi ya mwezi mmoja kwa wawekezaji tangu mwezi Mei, wakitaka nyongeza ya malipo. Wanadai kuwa kwa muda mrefu wamekuwa wakilipwa shilingi mbili kwa kila jiwe, kiwango ambacho wanasema hakiendani na gharama ya maisha kwa sasa. Hili jiwe ni la grenda linauzwa, thamani yake ni shilingi 18 na bado investor wa grenda analipa shilingi mbili. Hili jiwe hili la 18 na mkina machine cut pia the same same, pia na analilipa hivyo hivyo shilingi mbili, ambapo tumeona ule ugumu na ule uzito mahali upo na bado analipa zile zile shilingi mbili. Tuliwaandikia barua ndani ya mwezi mzima ili wajadili hili jambo, lakini wamekaidi. Cha walichofanya ni kwamba walichukua barua wakaandika kwamba hawawezi, maanake maisha yamepanda, yamekuwa magumu. Kazungu anasema hali ya maisha ni ngumu na vijana wanashindwa kukidhi mahitaji yao ya msingi. Mimi pia na familia ninasomesha, mimi nina watoto, nina majukumu mengi sana lakini kwa sababu ya kuwa ni jina loda inaonekana sina thamani, sina umuhimu wowote mbele za watu. Inasababisha wale hata huenda mbele mbele wakasema ni kundi la kimagaidi kwa sababu hawataki kutupokea ombi letu. Watu wa huku wanataka haki yao kwa sababu kinachotoka kwenye haya matimbo ni mamilioni, na yale mamilioni yale hatusaidii popote. hakuna basari. Hakuna hospitali tukajasikia ti kidogo, wankuja leta, leta madawa huku. Barabara ni chafu, na wao wenyewe wanachukua rasilimali ambayo inawanufaisha ina wao wenyewe. Sasa wanawataka wawekezaji kuwasikiliza, wakiahidi kuandaa maandamano ya amani. Maandamano bado yapo, lakini si maandamano ya mauaji, si ya wahuni ni maandamano ya kutetea haki ya shilingi tano, ndio tunayoitetea kufikia saa hii. Kusitishwa kwa kazi hiyo pia kumeathiri sekta ya usafirishaji, huku baadhi ya madereva wakikosa kazi ya kubeba mawe. Hatuwezi kwenda kubeba mawe sababu ya loaders wamekataa, wanataka kuongezwa pesa na wenye timbo wamekataa, na sisi bila kwenda kubeba kule hatuwezi kujikimu. Gari ambazo tuko nazo hapa, nyingi zao ni zaloni na hatuwezi kuzilipia Magari yetu yamelala, na gavana hashughulikii hizi biashara, zinaenda zinadhorora, kokoto hakuna, mawe hakuna. Madereva hao sasa wanatoa wito kwa gavana wa kaunti ya Kilifi, Gideon Maitha Mung'aro, kuingilia kati na kusuluhisha mzozo huo kabla ya hali haijazorota hata zaidi. Biashara imesimama na tuko na majukumu yanataka pesa, kwa hivyo tunaomba gavana na watu wake waingilie hiyo ishu, haya mambo yawe sawa, maana hata hiyo kaunti kupata pesa ni sisi tubebe ndo wapate na kama hatutabeba watapata nini? Uchumi utashuka. Imekuwa hali ngumu kwa sisi madereva kwa sababu kazi ni hizo na hazifanyiki. Hivyo basi, tunaomba Mheshimiwa Mung'aro mahali alipo aingilie hilo swala kwa haraka iwezekanavyo. Ndio hali ilivyo kwa sasa. Timbo za eneo la Magorani, Tezo, kaunti ya Kilifi zimesalia mahame baada ya wapakiaji mizigo ama wapagiaji mawe ya eneo hili kulazimika kusitisha shughuli hiyo baada ya kutoa notisi ya mwezi mmoja kwa wawekezaji. Nikiripotia Coco FM kutoka eneo la Magorani, Tezo, kaunti ya Kilifi, mimi ni Elizabeth Mwende, Coco FM, ladha ya Pwani.